Naitwa Neli Msuya, ni kaimu mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza. Kwa leo wameweza kujionea kazi ambayo imefanywa kupitia shirikisho hilo, ambapo kwa awamu ya kwanza sasa tumemaliza mradi na mradi umeanza kutoa huduma, na hasa katika jiji la Mwanza. Hii imesaidia kwa sababu, katika maeneo ambayo yalikuwa na changamoto kubwa ya maji ilikuwa ni eneo la Mwanza kusini ambako ndio uh, wilaya ya Nyamagana. Kwa hiyo mradi huu sasa, um, umekamilika na kama mlivyojionea umeanza kutoa huduma. Ni matarajio yetu kwamba um, ushirikiano huu utaendelea na ni matarajio yetu kwamba tutaendelea kupata uh, fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali inayoendelea mbali, ili kuweza kuboresha huduma kwa wakazi wa Mwanza na kuongeza kiasi cha maji yanayopatikana katika jiji hili. Mradi huu umeweza kuongeza kiasi cha lita milioni milioni 48 kwenye mfumo wa usambazaji maji wa MWAUWASA. Mahitaji ya jiji la Mwanza ni lita milioni 172 kwa hivi sasa na kwa chanzo cha Capri Point tunazalisha lita milioni tisini. Kwa hiyo ukijumlisha na hii uwezo wa kuzalisha lita milioni 48 kwa siku utapata kama lita milioni 138. Maana yake hapo ni kwamba unaona jinsi ambavyo tunaendelea kuhitaji wadau wa maendeleo pamoja na serikali katika kuongeza vyanzo vyetu ili tuweze kufikia mahitaji anayotarajiwa, lakini vilevile vile, kama mnavyojua jiji la Mwanza linakuwa, na maana yake ni kwamba ni lazima sisi tuweze kuobuni miradi mbalimbali mbali, ambayo itakwenda kuongeza uzalishaji sambamba na mahitaji ya watu na ongezeko pamoja na viwanda na biashara mbalimbali katika jiji letu. Mradi huu umekuwa ni msaada mkubwa kwanza, kwa kufadhili miradi muhimu na mkubwa kama huu wa kuanzisha chanzo kipya cha maji kwa sababu chini hata ya programu ambayo inaendelea sasa hivi ya sasa, green smart cities, moja ya component ilikuwepo ya kuboresha hizo wanazoita green infrastructures ambayo inajumuisha miundombinu ya maji masoko, e, beaches na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nje ya hapo, pia imesaidia kujenga uwezo wa nini, ile wanaita local economy, uchumi wa wenyeji, kwa maana sasa hivi kuna component ya kusaidia kutoa mafunzo kwa vijana wenye elimu mbalimbali mbali, ambayo yanatolewa kwa ushirikiano na VETA, VETA kwa maana ya fisharizi pamoja na shirika la viwanda vidogo vidogo, yaani SIDO.